Dada Rahma, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Umetuona wapi? Umetokea wapi? Nime, nimetokea Mtongani kwa Azizi Ali. Okay, hapa hapa hapa Dar es Salaam. Ehe, hapa hapa Dar es Salaam, kwa kuwa mimi ni mzaliwa wa Ilinga. Okay. Ehe. Okay, karibu sana. Asante sana. Ehe, tuambie, wewe umetusikia wapi? Nimewaona mtandaoni. Mtandaoni uh-huh. Nini kimekuvutia? Kitu kilichonivutia kwanza, mm nimepitia, nimeingia kwenye peji zenu mm -hmm. Ehe nika apitia nikaona wadada ambao tayari walishapita, ehe, kama leo nilipokutana na Dada Maria. Kwa kile kitu kikanivutia zaidi ehe, na mimi nikajitizama mwenyewe nikasema, mimi mwenyewe bado na nafasi ya utafutaji mm -hmm. Sina kitu kingine ambacho naweza nikakifanya, kikanifanya na mimi nikafika sehemu fulani mm hizi -hmm. kazi mm -hmm. ndo zinaweza zikanitoa sehemu nilokuwepo, mm -hmm. nikaenda sehemu nyingine, nikaona na mimi naweza wow. Ndio ikabidi nianze utaratibu okay. Nichukue utaratibu kwa haraka tena, nilifanya siku moja mm -hmm. siku hiyo hiyo nikafika hapa, nikafuatilia vitu vyote, nikafuatilia vitu vyote mm -hmm. nikachukua tu namba kule mm -hmm. piga simu ofisini nikapokelewa mm -hmm. na dada zangu hapo mm -hmm. nikaelekezwa nikafuata maelekezo mm -hmm. chap mm. mapema sana saa nane nilikuwa nishafika hapa <laughs> kupoteza ulikuwa nyumbani unafanya nini? Afanya kazi au ulikuwa umekaa tu? Natafuta fursa kabla ya kukaa nyumbani mm. kwa sababu nyumbani nimekaa kama mwezi mmoja mm -hmm. lakini nilikuwa pia nafanya kazi Okay. kazi hizi hizi, kazi za ndani lakini. Ehe, Okay. zile tu mtu anatafuta msichana mm -hmm. unaenda. he. Okay. He, nilikuwa naishi na hawa Waarabu wa Pemba. Okay. Kule, kule kwa Aziziari. Okay. nimeishi mm -hmm. nao kama mwaka na miezi kama minne. Okay. nimekaa nao mm -hmm. mpaka walipokuja kuondoka mm -hmm. wameenda. mwanaume alikuwa ni shehe wa msikiti. Okay. Ehe, kwa hiyo akahamishwa pale, mm -hmm. ikabidi arudi Uarabuni kwenda kusoma. mm -hmm. mkewe ikabidi aondoke arudi kwao Oman kwa hiyo. Mm -hmm. Ndo kabidi sasa nirudi tu pale nyumbani nisogee. Okay. Lakini eh, maisha nyumbani, mtu kukaa tu hivi kutegemea, sawa, nyumbani chakula utakula, lakini mm -hmm. kuna vitu wewe kama msichana, so kila kitu unatakiwa kumwomba mama. Wow. Kuna vitu ambavyo unatakiwa ku au vile unavyokula ni vya wazazi. Mm -hmm. wewe sasa ehe vya kwako sasa, vya kwako kitu gani? Nikasema hapa nyumbani pia siwezi kukaa tu bure. Mm -hmm. natakiwa na mimi niangalie upande mwingine, niinuke wale watu. Wow. Nimekaa nao muda mrefu Mm -hmm. Ehe, na mimi ni mtu ambaye nikapata sehemu nzuri tunaelewana, mm -hmm. na uwezo wa kukaa mpaka mwenyewe akasema sasa inatosha, mm -hmm. anichoke. mm -hmm. Nikasema basi haina shida, naweza nikainuka, mm -hmm. nikaenda tena kufanya kazi. Yes. nikajiendelea kujitafuta, mm -hmm. ili na mimi nifikie. ni siwezi nikafanya si maisha yangu yote yakawa ni haya, lakini natakiwa kufanya ili mm -hmm. na mimi kupata kitu ambacho kitanifanya niinuke na mimi niseme, na mimi nilikuwa nafanya kazi hizo, kama alivyosema da Joyce, napenda sana nikasema wow. Nikasema ngoja na mimi nikapambane. Laiti wasichana wengi wangekuwa na akili kama za kwako, tushinge kuwa na wadada ambao, yani wo wanazunguka zunguka tu wanazurura zurura mtaani, wanaamini tuwakao ni wadada ni warembo na kitu ambacho, ambacho, ambacho, ambacho na, watu huwa wanapenda sana kuzungumza. Kama mimi si huwa nashindwa kuelewa, ni kwa sijui shida ni nini, watu wanakuwa na matatizo gani? uh -huh. Nakutana tuna mtu anasema wewe U, msichana kama unafanya kazi ndani unamwangalia. Sasa mimi, msichana kama mimi nafanya kazi ndani wewe unataka nifa, una ofisi haya ni ajili. Una. Hey, unataka nifanye kazi gani? kazi gani? We, uh -huh. Mi, sifanyi kwako kunilipi wewe nafanya mimi wewe unaumia kitu gani? Una ofisi ya kuniajili uh -huh. nafanya mimi nafanya mimi. Kwa sababu gani uh -huh. Kwa sababu nikikutegemea wewe utaniumiza ah, hey, utaniumiza. Na mimi napenda sana kupambana au sichagui kazi mimi uh -huh. nafanya kazi yoyote ile kwa sababu sisi umri kama wa kwangu mm. Kuna changamoto nyingi mm. Tunapata vishawishi vingi, sema Dada Rahma, sema. vishawishi wakusiki, vingi vingi uko. na tunakutana na changamoto nyingi mm -hmm. sana mm. Yeah, eh, sijui hata niseme nini kwa kweli, lakini ah, tunaelewa wewe kwa nini ukwenda kwenye hivyo vishawishi kwa sababu wasichana wengi hawana kazi ila utakuta ana simu nzuri, utakuta ana pesa, utakuta anaishi maisha yake kama mtu ambaye ameajiriwa lakini hajaajiriwa. Unafikiri ana, anaishi yani anatoa wapi hizo hela za kuishi maisha? Asante sana dada Maria. Alisema shortcut ni njia ngumu sana, ni mbaya mm. sana, sana. Watu wengi hawajui hicho kitu. Kwa hiyo kama unavyosema leo, utapata hizo simu utapata hizo hela hela, lakini mwisho wake uh, utakuwa ni mbaya sana. Ndio maana mimi wanapenda kupambana mwenyewe kwa halali, kwa sababu najua hakuna mtu anayeweza kuja kunisumbua mbele yangu, au sio? Ananisumbua nani? <laughs> mimi na uwezo wa kutia vocha kwenye simu yangu mwenyewe nina mm -hmm. uwezo wa kununua gauni langu mwenyewe dukani mm -hmm. mm -hmm. nina kitu ambacho tayari labda ndio nimeshafanya kazi na uwezo wa kupata mia mbili mia It. Nani, nani, nani, nani ndo kauli ambazo wanaume hawapendi. E, he, Wanataka watu watusumbue. Umeone? Na kitu ambacho mabinti wengi tunabweteka kama hivyo unaweza ukapata kazi mm. lakini mm. kuna changamoto nyingine ambazo, yaani napenda kuongea hiki kitu kwa sababu kama mi napitiaga changamoto nyingi sana mm -hmm, mtu ananiona kama siwezi nikafanya hizo kazi mm -hmm. Hiki kitu mtu anaweza akakwambia, unaweza ukawa na kazi kwa umri kama wa kwetu, kwa sababu bado hatuna experience sana ya maisha mm -hmm. kama hapa dada Mary ehe, hey, mm. Tayari ni dada mama, ni mtu mzima anajielewa. mm. he sisi ambao bado mm. tupo kwenye eji ambayo ni changamoto sana. mm. Hii eji ni ya usumbufu, inasumbua yaani. mm. unaweza ukajiona wewe tayari mkubwa, lakini ni mdogo sana ambaye unatakiwa kushuka, mm. kufanya hivi na hivi na uweze ufikie. Ni eji ambayo ina changamoto, inakuchanganya mm -hmm. kwa hiyo ile pale ile unaweza ukapata kazi mm na ile kazi usimalize hata mwezi wala miezi wala mwaka. Asante. Ipoje ukakutana na mtu akakudanganya mm -hmm. kuna mwanaume ambaye anampenda mwanamke ambaye amekaa tu Kabisa. Mwanaume yote yule anakupenda wewe ukiwa una kazi mm -hmm. pale ambapo utaacha ile kazi basi, basi. basi. Kwasu, utajua, e, sasa. atachoka kwa sababu utamwomba kila kitu yeye mm -hmm. atachoka mm -hmm. kwa hiyo ile pale, ukishakuwa na akili ukishajitambua mimi ni nani, mm -hmm. natakiwa kufanya nini hiki kitu ambacho nakifanya ni kikubwa sana kwenye maisha yangu. mm. basi mm. utakuwa ume... lakini unaweza mm. ukaipata kazi mm. lakini na hiyo kazi yenyewe ukashindwa kuitumia kwa sababu ya hiki kitu hiki. mm -hmm. ukakutana na mtu akakuongopea, acha hiyo sio kazi, njoo mimi nitakufanyia kitu, kama tuna changamoto mm wewe mtoto mzuri, unafanyaje hizo kazi mm -hmm. waachie wenyewe mm -hmm. hizo kazi hazikufai, njoo mm -hmm. mimi nitakufungulia biashara mm -hmm. nitakufungulia duka kubwa, utapata jeuri. Kwa yale maneno matamu sana, lakini ukisha pale nyumbani, utaanza kuleta jeuri, si unajua kuna mtu mwingine ambaye tayari anakupa jeuri. Jeuri basi, na pale utapata kiburi, utavimba kabisa. Tayari kuna mtu ashakupa ahadi atakufungulia duka kubwa, atakufanyia nini, atakufanyia vile vitu, tunakuja kulia vibaya. Huendi kulipata hilo duka, zaidi zaidi utaenda kuongezewa umaskini ambao utalia, hutoelewa nikautue ni wapi lakini maana wakati huo ushapewa mimba labda ndo, ndo kitu kama ushaacha hiyo mimba unatakiwa kuilea peke yako miezi Maana sita, tayari ushapoteza muda, mtoto azaliwa afikie steji labda, unaweza ukamwachia mtu mwingine muda ushaenda e, lakini kwa umri kama wa kwangu e, mimi naona ndo umri wa kupambana na kitu ambacho najivunia mimi kama mimi e, mi ni mtu ambaye nauelewa sana kabisa, wala uhitaji kusema e. Umeongea mambo mazito sana sana. Kama wasichana wenzako wanakusikiliza vizuri, una miaka mingapi? Kumi na tisa. Nimezaliwa elfu mbili na sita. Eh, kumi na tisa, wasibweteki na maisha tu hayo. Una upeo mkubwa sana, maisha umejifunzia wapi? Anyone? Maisha tu haya tunayopitia maisha. Maisha ndio utaelewa kila kitu ukishapitia maisha eh, fulani fulani. Hapana, sina mtoto mimi. Naishi e, na wazazi, na sio kwamba mimi nyumbani kwetu ugali haupo. Upo, upo. Mm. Lakini mimi kama mimi Rahma na kitu gani sina? wow. Basi natakiwa nipambane kwa nguvu na kitu ambacho sipendi. mm. Kwa umri kama mimi sasa hivi mm. kumte um, mwili wangu mm -hmm. una samani kubwa sana kuliko ile 5000 atakayenipa Hamisi, wow, kwa siku ehe, huwa wow, naamini nikiutunza, wow, mwili wangu na ujiaza nguvu na na uwezo wa wow, kutafuta, lakini ee, kama nitapo nita uharibu mwili wangu utakuwa dhaifu, siwezi kufanya kazi wala siwezi kufanya kitu chochote. Rahma, ee, umeongea mambo makubwa yes. Yani umepreach vitu vizito ambavyo wasichana wangevielewa wangefika. Dada Maria, umemsikia Rahma? Ah, kana binti mdogo mjuma, ila akili yake kubwa sana. I, yani wasichana wangekusikia wakakuelewa wakawa inspired na wao wakataka kuwa na hiyo spirit ya kujitafuta kwanza mm, na wakatunza miili yao ambalo ni hekalu, ni kitu cha wao. thamani ndio mm, msingi wao ukishapoteza ukishapoteza mwili wako, maisha haya yana maana tena, ndio mtaji wako. ndio mtaji wako. mtaji wako unalala, huwezi mtaji mm, kufanya kitu chochote wow. Wow. Wow. Wow. Hey, Dada Rahma aisee Mungu akubariki sana e, umetupa, umetufungua yani, na uhakika msichana ambaye atatazama video hii na yeye hana kazi au hata kama alikuwa na kazi, e, na kazi lakini kuna namna angedanganyika akaanza kutaka hivyo vyelfu tano tano ambavyo baadaye vitakuja ku, ku- kuishia vibaya atakuwa amejifunza kitu yeah. Wasichague kazi wow. Sawa Dada Rahma, kwa hiyo wewe malengo yako na kitu gani ambacho unasema kwenye huu mradi wa Dada Center au hizi kazi? Nataka nipate kitu fulani kama tulivyomsikia dada Mary. Mimi kwenye huu mradi wa Dada Center ambao nimefika na mm. Utamani ni nianze sasa na mimi kuufanya nitakapokuwa mm. nafanya kazi mm. malengo yangu mimi nataka kuja kuwa, kuwa na biashara yangu okay, mwenyewe eh, Okay, na okay. Biashara yangu ujajua ni biashara gani labda? Naifahamu. Mimi kitu ambacho nakipenda sana mm, mm. Napenda masuala ya biashara, vitu vya urembo urembo eh, eh, mm. Vitu yani kama nikipita madukani nikiangalia duka la mtu nakuta mtu katengeneza duka lake safi, kajaza mafuta, vitu vya jumla jumla eh, eh mafuta ile makubwa makubwa ambayo wale watu wanashuka, mtu anapaki gari yake, lazima ashuke, aulize. mm -hmm. Dada, bei gani? Unamtajia kitu. nakipenda sana. unapenda sana eh? Napenda kuja kwa biashara, kila kitu kinawezekana. Dada Rahma, weka malengo yako, fanya kazi, usiwe na papara. kama ulivyosema, ni mtu ambaye una uwezo wa kufanya kazi muda mrefu, fanya kazi hata miaka miwili mitatu. Asante. pata mtaji wako mzuri, nenda kaanzishe duka lako e, na Mungu atakubariki.